majina anaitwa sigrada mligo mgombea ubunge jimbo la njombe mjini kwa tiketi ya chama cha ukombozi wa umma yani cha umma jimbo hili lina kata kumi na tatu miongoni mwa hizo kata kumi na tatu mjini kuna kata tatu tu kwa hiyo kata kumi ziko vijijini kwa hiyo mimi na timu yangu muda mwingi tunautumia kushinda vijijini kutafuta kura vijijini lakini jana tukiwa tunarudi toka kijijini tumeenda sehemu kula mtaa mmoja unaitwa mtaa wa Vegas kula chakula cha jioni, ilikuwa mida ya saa tatu na nusu ili tule tuweze kutawanyika kila mtu kurudi nyumbani. Tumeingia kula, tukapaki gari nje. Tulivyopaki ile gari nje, tumemaliza kula, tunatoka nje, tunakuta gari imechokonolewa. Nitakuonyesha pia sehemu ambazo ni kama mtu alikuwa anatumia bisibisi alikuwa anatumia bisibisi kama kutaka kutoa kioo ili aweze kukitoa aone ndani, na lengo lake lingine sijui ni nini, lakini kingine cha ajabu zaidi tukakuta gari limebandikwa mabango ya CCM. Baada ya ile tukio tukawakuta watu ambao walikuwa wanafanya hilo hilo tukio, lakini ndo wanaondoka, walikuwa watu wanne, wakachukua boda boda. Miongoni mwa hao watu wanne tulimtambua mtu mmoja ambaye anaitwa Solanus Mhagama ambaye yeye ni mwenezi wa CCM wa kata ya Njombe mjini. Lakini Mungu alivyowaajabu watu wangu kwa ajili ya ile paniki, na wakasema hii ni nuksi, wakabandua yale mabango kwenye gari. Wakiwa wanaendelea kubandua yale mabango kwenye gari, tunakutana na picha ambayo imetumwa na huyo huyo Solanus kwenye grupu la uwanja wa siasa hilo grupu ni la wakaribia Wananjombe wote wapo kwenye hilo grupu. Baada ya kugundua kwamba aliyefanya hilo tukio ni huyo ambayo kweli tulimwona, lakini hakuishia hapo tu. Baada ya kutekeleza ile kazi yake alipicha alipiga picha, inaonekana kuna watu walimtuma kwamba ukishamaliza kubandika na kufanya huo uovu, piga picha. Akapiga picha, akatuma kwenye grupu la uwanja wa siasa na watu wote, lile grupu lina watu zaidi ya 700, watu wote waliomo kwenye lile grupu wameona hiyo picha. Ishu sio haya mambo unayozungumza. Ishu ni kwamba serikali ya chama cha mapinduzi na wanachama wa CCM na viongozi na wagombea, yani, wanaamini hii nchi ni ya kwao. Hiki kitendo ni jinai, na mimi nimejiuliza maswali mawili. Je, gari hii tungepaki sehemu ambayo ni giza, tungepaki sehemu ambayo hakuna mwanga? Manake pale wamefanya hayo mambo mazito, tumepaki kwenye mwanga, yaani kuna watu wanapita Je, tungepaki sehemu ambayo hapana mwanga? Lakini pili, je, ningekuwa mimi nilikuwa kwenye hiyo gari wangenifanya nini? Lakini wao wanatamba na mgombea wao kwamba mgombea wao ana nguvu, mgombea wao ana pesa. Kwa nini wapambane na mimi mtu mdogo kabisa? Kwa nini wapambane na mimi wanafika hatua hadi ya kutaka kunizuru eiza uhai wangu au gari yangu? Mimi ninachoweza kusema hii ni jinai kama jinai nyingine. Hii hatuhitaji mambo ya maadili tena. Gari yangu imevamiwa, imevamiwa na vijana wa CCM wakiwa wameongozana na katibu mwenezi wa CCM wa kata ya Njombe mjini. Ushahidi umenyoka, taratibu nyingine zifuatwe. Na baada ya tukio lile, niliripoti polisi na nimefungua kesi usiku ule ule. Nataka kuona vyombo vya dola vinafanya nini kwenye tukio kama hili. Hii ni bisibisi, ina maana huyu mtu alikuwa anatumia bisibisi kuchokonoa huu mlango, manake alikuwa anataka atoe hiki kioo ili aingie ndani. Sasa huko ndani huwezi jua lengo lake alikuwa anataka achukue nini, na pia huwezi jua mpango wa kuumiza hivi gari lengo lilikuwa ni nini. Hii ni bisibisi imekuja, imekuja mpaka hapa, yaani kama watu walikuwa wanataka wanyofoe hiki kioo. Ye, mimi ningekuwemo humo ndani wangenifanya nini? Na picha mnazo za hii gari ikiwa na mabango ya CCM. Saa hizi tumeyatoa kwa sababu ni nuksi, yaani si tunaona ni laana. Afu mambo ya zamani sana hayo. Sasa hizi mambo yamewakalia vibaya, upepo umebadilika mjini hapa, watu wamejua kwamba wameshadanganywa miaka sitini na tatu. Sasa wanaona Sigrada anakubalika mjini, watu wamebadilika, wameingia hasira za visasi. Mimi nawajua RPC yuko vizuri kwenye mambo, nahitaji kesi yangu hii ichukuliwe hatua za haraka, kwa sababu watuhumiwa wapo na mpaka sasa hivi, licha ya kwamba nimefungua kesi jana hakuna mtuhumiwa aliyeshikiliwa hata mmoja, wakati nimewataja kwa majina kwenye maelezo yangu. Wameanza kuniletea fujo mapema sana kabla hata ya uteuzi, hatujateuliwa alianza kuleta fujo. Lakini hapa katikati walianza kung'oa mabango yangu na bendera, mi nikasema vitu vidogo sana hivyo wameng'oa mabango na bendera ni wameona niko kimya sasa, wameingia kwenye kumiliki bisibisi bisi za kunivamia mimi. Sasa hii siwezi kuvumilia, ni siasa za hovyo na za zamani, na hawa watu hawawezi kufanya hivi bila maelekezo ya wagombea wao. Huwezi ukamkwepa mgombea wa CCM kwenye jambo kama hili, kwa sababu watu wanapewaga posho kwa sababu bango, bango, bango lililobandikwa hapa linamlenga mgombea ubunge, limebandikwa bango la CCM la mgombea wa CCM alitoa wapi? Eh. Manaka wamekabidhiwa na yeye. Wakafanya hicho, wakafanya uharibifu huo. Wana kila kitu kwenye nchi hii. Mbona wanakuwa waoga sana? Wana. Sio alisema Sigrada hana nguvu. Sigrada hana hela, wao oh, wana hela. Wanamiliki pesa za ma, za, ma, za, madini. Wanaanza kwenye jimbo hili, bado wanaleta wanaleta fujo kwa mtu ambaye wamemiliki uchumi maela wa nchi hii, wamekula mahela ya nchi hii, afu bado tunaanza kuchokoana zii watoto wa maskini. Nimekwambia hivi rafiki yangu, mbona unakuwa uelewi? Hmm. Mimi siwezi kuongelea habari za vyama vingine, naongea mambo ya CCM bwana. Mbona unakuwa uelewi?